Mtazamaji Waligani wa Kali TV. Moja kati ya habari kubwa sana ambayo inasambaa kupitia mitandao ya kijamii ni kuhusiana na ajali mbaya ambayo imetokea siku ya leo ni jioni ambapo imetokea katika daraja la Tanzanite na kusababisha magari kuzuia njia. Kama unavyoona hapo, baadhi ya magari ambayo yamegongana, tumeona crown lakini pia tumeona magari ambayo yameweza kuzuia njia katika daraja la Tanzanite Bridge. Hii ni habari ya siku ya leo ni jioni ambayo imetokea habari moja kati ya ajali mbaya sana ambayo imetokea pale katika daraja la Tanzanite Bridge jijini Dar es Salaam. Lakini pia jijini Dar es Salaam siku hii ya leo na jana kumekuwa na hali ya mvua, jambo ambalo wadau wengi lakini pia wadau mambo ya hali ya hewa wameomba wananchi kuwa makini, kwa sababu mvua hizi za masika bado zinaendelea katika jiji la Dar es Salaam na mikoa mingine tofauti tofauti. Lakini pia kama unavyoona hapo kuna mtu alikuwa analia baada ya kutokea ajali hiyo, sijui ni gari lake limeweza kupata ajali pembeni. Kama unavyoona hapo, analia na kuna mtu ambaye anayejali, so far so good, lakini pia ni habari ya kusikitisha sana. Make sure una subscribe na like na comment na kupata info zote ambazo zinazoendelea kupitia mitandao ya